Wakizungumza na wanahabari katika afisi za mkurugenzi wa elimu na bunge la Webuye magharibi, wanafunzi hao na wazazi wanadai kuwa mwalimu mkuu wa shule ya Ngwelo anafuja pesa za shule hiyo na kusababisha wanafunzi hao kutoendelea na masomo yao. Wanafunzi hao na wazazi pia wamesema uhusiano wa mwalimu huyo na wazazi ni mbaya. Tumekuja kujua ni kwa nini, na ni kwa sababu tunajua, kama wazazi wa community tunajua nini inaendelea yule principal ambayo tumeletewa si mzuri, na si mara ya kwanza tulisema awali si mzuri, na ofisi ya education kama itatusaidia, tunajua kwamba shule haitasimama shule yetu itakile. Tunahitaji kile tunahitaji, ya kwamba ofisi ya education itusaidia ili shule yetu iendelee. Mwalimu amekuja na kiburi, mwalimu ati wazazi, mwalimu anaongea matope. Hey, hey, hey, hey, yo, kila sisi tunahitaji kwamba sisi tunalipa shule fees, watoto wetu wapite mtihani hmm. Lakini mambo ya matusi ya principal tumekatana nayo na, <tabu> na tumekuja ku... sijui principal ni mtu sijui <tabu> ni mtu ama ni mnyama, kwa sababu karakta yake si ya mtu kabisa. Wenye alitoka tunajua alifukuzwa, walimkataa. Na sisi Ngwelo tulimkubali, tulikuwa tumekubaliana na yeye, lakini penye amefika Ngwelo kama community tumekataa. Afisi education ni kama wanatusaidia kama community ya Ngwelo mm, kama wazazi wa Ngwelo mm, watoe huyu madamu Ngwelo bure, bure, bure. Tutafanya maandamano kila siku. Hawa ni wanafunzi, lakini sisi kama wazazi pia tumechoka na madamu. Kwa nini? Tangia shule yanze, hatujawahi kuwa na kitu kama hii. Hii hii imetusumbua na tumekataa, na tunaendelea kusema ya kwamba madamu aende. Kuna walimu wengi watu, watu, watulete mwalimu mwingine mm -hmm. Akuja tusimamisie shule mm. Huyu -hmm. ameharibu shule, amekula shule, amemaliza. Tumekataa kama mm -hmm. komuniti ya Ngwelo. So, asante. Wazazi na komuniti waliungana pamoja, wakakubaliana ya kwamba kwa sababu ya mwendo wa mbali hawataweza watoto wao kusoma, ili watoto wazome, wakaleta hii shule iwe karibu. Mzazi mwenye hana uwezo wa kupeleka mtoto mbali, asomea hapo karibu. Mzazi mwenye hataweza kutoa school fees apeane vitu kama material form, mahindi, miti, ili watoto wasome. Sasa hizi imefika mahali mpaka hata mzazi akienda kuomba ruhusa ya kwamba mtoto asome akitafuta pesa, mwalimu hazikii. jambo lingine jambo lingine, shule ni kama factory. yeah, uh, no waje kusema nini nyenye haiko <laughs> <laughs> kwangu, shule ni kama factory whereby it's just a uniting factor iunganishe wazazi pamoja na wanafunzi na walimu, mm. Lakini kama hiyo ni principal mwenye ndakano kuwa a uniting factor, umefika mahali paka, hutaki mzazi, hutaki mwanafunzi, hutaki mwalimu, shule itapaki na nani? Nani ataka na shule na nani? Lazima uelewe mzazi, lazima uelewe mwalimu, lazima uelewe mwanafunzi yeah. Kwa sababu ya hilo naomba, mm. sub county ofisa TSC Tuelewe malilio ya Ngwelo mm. hatuko tayari kupoteza shule yetu mm. hatuko tayari kupoteza community mm. nje akae kwa shule, wakimfanyia mentoring sote, so takichagua kozi ya kwenda kusoma wamemvunza wanaendelea kumkaiti kwa hiyo njia tena. Kama ameamua kuwa mwalimu ajifunze kuwa mwalimu kabla achenda shule hey. Akae kwa shule hey. Nao principal vile amekuja kwa muda mfupi ameamua wale vijana wetu wenye wanataka waende university, sasa hizo wameenda nyumbani hey. shule kwa majina naitwa Caroline Nekesa Chapili, mzazi wa Ngwela Secondary. Niko na malalamishi Huyu principal amenisumbua kwa muda. Mimi nimekuwa ninapeana maragwe kwa shule, nikisema mtoto yangu asome. Nikienda mambo ya rishiti ni hiyo tu. Mwaka jana nimekilia school fees juusu, anaandikia mtoto yangu ati niko na balance elfu kumi na moja na mia ine. Sasa imenipa nimekuwa na uchungu. Nimekuwa na watoto wawili hapo Ngwelo, na nilikuwa napeana maragwe Mahindi nikipata kuku na pena, mimi nifanya biashara ya cabbage mm -hmm. Na mwanamke mwenye anaishi kwa landi, mnajua uchungu mm -hmm. Yenye unaweza kuwa naye mm -hmm. Sasa nikienda ninataka wanipe mimi na risiti, wananiambia toka mm -hmm. Sasa mimi nimekuwa kama mnyama, sasa sina amani na nimetoa watoto wangu maundielukon huko mm -hmm. Nimesema wasome Ngwelo, labda shule yetu ina perform mzuri. Sasa umefanya mtoto wangu mmoja amekataa shule, amerudi kwao. Sasa niko na mtoto mmoja mwenye ako hapo saa yote wanamfugusa, hadi enda mambo ya rimidu. Na mambo ya rimidu saa hii wasomi watoto wanatoka saa saa tisa shule, atu hakuna rimidu walimu na naona wanatoka. Sasa msipotusaidia tameni, si tumeangamia. Okay, kweli na tukue na amani kwa shule yetu yeah. Yangu ni hayo tu lakini, nataka tu amani, ni hayo tu. Yeah. Sawa. Wazazi hoye. Hoye. Wazazi hoye. Hoye. Kama sisi wazazi wa shule ya Ngwelo Secondary School tumeumia sasa kutokana na hii principal. Baya sana. Tangu aingie kwa hii shule tumepata matatizo mengi sana yeah, kutokezeana kwa walimu na wa, wa, nini wakazi wa Ngwelo na wakazi wa Ngwelo Sekondary. Hiyo kitu imekuja mpaka kama sisi wazazi ambaye tumepeleka watoto Ngwelo Sekondary. Mbona sisi kama wazazi tunapeleka watoto eh, shule na tulipe pesa ya remitio na mwalimu anatuambia hakuna rimito kwa shule hiyo. Pesa ilienda wapi? Atuambie hiyo pesa ya rimito iko wapi? Sisi tumechoka na huyu principal wa huyu ngwelo Secondary, anaitwa Judith Simiyu must call. Pia mmoja wa ngwelo sekondary, mzazi na mkaaji, kile kitu ningeomba kuuliza wizara na wasimamizi wa elimu ni kwamba wasiwe tu wanachukua walimu wanawapeleka mahali kwa shule, kama hawajaangalia track record zao. Kwa sababu niseme hivyo, unapoangalia huyu eh, principal mwenye akongwelo, tunapoangalia ako na track record mbaya, kila mahali anatoka, anafukuzwa. So sijui ni kwa nini wizara iliamua ituletee, na wakati tulitoa eh, malilio yetu, wizara haitaki kufanya vile tumesema Yani, wanafika mahali wanasema hata kama hawa ni wazazi wanaongea, lakini hata hao wazazi maybe ni walevi wa. So kile ninaomba wizara uh, na idara ya eh, elimu, kama kuna shida kwa shule kama mwalimu amestaafu, wakuja kae na board board, pia iulize walimu iulize wazazi waelewane, ili kwamba mwalimu akikuja na kila mtu uh, afurahie yeah. Si kwamba wanaleta mwalimu ambaye taka record yake ni kwamba akiingia shule akitoka ni maandamano, akitoka akiingia shule akitoka ni maandamano. Na hata leo hii twajua kwamba akitoka ni maandamano na penye ataenda pia itakuwa maandamano. So niulize ni wizara kwamba watusaidie pale. Na ninapomalizia, ninapomalizia sijaiona mwalimu mkuu wa shule yeyote ambaye anafunza na anakuwa na board card, kumaanisha huyu mwalimu wetu huyu anakuja shuleni na bodyguard, akikuja na msichana leo, kisha atakuja na mvulana bodyguard. Sasa yeye akitoka ofisi anaachia huyo. So sisi kama shule na sisi kama wazazi wakajiwa Ngwelo, tukajiuliza tuko na shida gani na yeye? Yaani, hilo kitu pia limetukera sana kama wazazi, tukasema afadhali tuletee mwalimu yule ambaye atakuwa na uhusiano bora na walimu na wazazi na hata pia na serikali. Asante wa kila kitu. Hata hivyo, ili mbili mkurugenzi wa elimu eneo hilo la Webuye Magharibi aa kuwatuliza wanafunzi hao na kuhakikishia kuwa matakwa yao yataangaziwa. Kauli hiyo ikiungwa mkono na msaidizi wa naibu kamishna eneo hilo Samson Busalire. lazima pia Yeah. Nasikia? Hatutasikiza yeah. Yeah, tu nyinyi hata sisi nyinyi pia mtatusikiza. Eh, yeah. Yeah, nyinyi ni watoto lazima muwe na adabu na muwe na heshima na muwe mjue namna ya kuzungumza. So masomo yetu ni jukumu letu. Eh, yeah. Yeah, we are are are not happy that you are here. You here. are supposed to be in class. Mm -hmm. So we want to uh, make every do everything possible to to make sure that the school comes back to normal. Simunasikia? Nimeambia huyo akae kaano kwa sababu nimeshasikia eh, kila mtu anataja mambo yake, alafu anasema the principal must... oh. yes. If I said, tumesikiza maoni yenu, tumeona uh, matakwa yenu mtupatie time tushughulikie kuanzia sasa unaelewana mm -hmm. eh, we have had your major hizi zingine ni vitu hapa na pale eh but we have had your major what concern si ndio eh so allow us to sit down and organize how to solve your main problems mm -hmm. eh you can, uh, you can, uh, you can, you can trust me

and and sit down. We will, we are, we will will are come to school and solve your problem. Tumeliona. Eh. Tunakuja shuleni kwenu We will solve solve your. We are here to solve your problem. That is our work. Amwezi kuja mpaka hapa alafu tusisolve kwani sisi tutakuwa parents wa aina gani? Si mmenielewa? Haya. So how do you go back to school? <laughs> Habari zenu, ni mwangapi? Wananijua amujanijua? Ndiyo, mimi naitwa assistant county commissioner Webuye, naitwa Samson Ooriusali na ni kwa sababu ya nyinyi kufika hapa ndio imefanya nikafika mm. Ulifanya kitendo mzuri, mtembee mufike huku kuliko kuharibu vitu shuleni na kwa njia si, sindio? Yeah. So hiyo ninamshukuru na vile mkubwa wa education amesema matakwa yenu inaenda kushughulikiwa, naelewana mm. Kuanzia saa hii na wewe ukitoka hapa, ile mori ambayo ilikuwa naye, ukitoka shuleni, omba Mungu wako ikutoke, usipatikane tena na matawi, ukitoka hapo kirudi wapi? Alafu ukipika kelele, hisi kazi yetu. Tunataka tukue na amani, tunapokuwa na shida yoyote tusungumuze <coughs> kwa njia ya amani, si ndio? mm -hmm. E, tutapanga siku hata nimutembelee shuleni nikuje nimuongeleshe mambo ya masomo. Naelewana vijana, mimi nashukuru kwa kukuja yenu. Na wanapanga hata basi ya kumrudisha shule, hakuna mwenye atatembea kwa miguu. Sasa kila mtu atoke kwa ile asira, naombe Mungu aka aseme Mungu nielekeze kwa njia iliyonyoka, na Mungu nisaidie nimalize mwendo yangu ya masomo salama. Asanteni sana na Mungu. Hii ni mara ya pili kwa wanafunzi na wazazi kuandamana katika shule hiyo kulalamikia usimamizi mbaya wa mwalimu mkuu wa shule hiyo Judith Simiyu.